Lazima tuungane na wenzetu walionyimwa haki zao, tuwadai haki zao. Vipi tutafanya, tutaambizana wakati huu, lakini hatuwezi kumwona mtu hapa anakwenda na shughuli zake, anaingia akitoka, kuna mwenzetu aliokuwa hada haki kapewa haki, aliokuwa mwenye haki hakupewa haki. Halafu tukanyamaza kimya tukasema tunasubiri uchaguzi. Haitokuwepo hilo. Tunaelewana? Wakifika pahala, hatuoni dalili ya kwamba watapewa haki yao hiyo. Ndugu zangu, tuwe tayari. Yale tuliosema matuta ndio yataanza wakati huo. Sisi tunasema muongo muongoze. Nasema muongo mwongoze mpaka atagonga ukuta, yeye sio sisi. Lakini tukifika hapo, nawaambia ndugu zangu, viongozi, mjitayarishe. Tulisema tutaanza na matuta, matuta yataanza wakati huo. Hawa watu wanahubiri amani, lakini amani wao huyu ni koba, tena koba mbaya zaidi, maana hana baba, hana mama maana mama wa amani ni haki, si ndio? Sasa hawahitaki haki. Baba wa amani ni haki na uadilifu, hawataki uadilifu, hawataki haki, hawamtaki baba wa amani, hawamtaki mama wa amani. Sasa ukijiuliza, kwa wao amani maana yake nini? Maana yake ni kwamba waibe unyamaze kimya, wafanye vitimbi, unyamaze kimya. Wewe kama unataka amani kweli, kama wewe unahubiri amani kweli, inakuwaje watu wako unakwenda kupanga, watu wakwenda kufanya vurugu, kwenda kuwazuia watu wasipate haki yao kwa visingizio mbalimbali sasa haki yupi? Amani yupi unayemhubiri wewe? Unakuaje unahubiri amani huku, unakwenda kutafuta mtu ambaye hana haki unampa haki ile, mwenye haki unamnyang'anya? Amani ipi unayohubiri? Unakwenda kuchukua vikundi vya watu, unachukua watoto wadogo maskini, unawafungia mahala unawafundisha chuki zilizopita mpaka dhidi ya wenzao, halafu hawa unakwenda kuwapa na silaha wende wakahujumu wenzao. Hatuamini sisi kwamba haya, kama kweli ni kiongozi, huyajui, utakuwa kufai kuwa kiongozi, maana mtu wa kawaida anayajua kwamba haya yamepangwa, naye anaonyesha, hukemei, huzungumzii, wala hukatazi, we unahubiri amani. Sasa tuliokutana nayo ni kwa sababu wenzetu wakali sana. ukiwambia maneno haya, yaani hawa watu wa ajabu kweli, kweli aibe, lakini ukimwambia mwizi, eh bwana, we sijawahi e muona <laughs> eh, mwizi mkali kuliko